nchi tuliopewa na Eden tuliopewa na Mungu ni hii. Kwa kama ziko changamoto tuombe mkae mzitengeneze. Sisi hapa Mbeya, wakati tunakwenda kwenye uchaguzi, wako waliopigia askofu mkuu akisema tuahirishe, tukasema aa, jambo la kikatiba hatuahirishi. Wako hata mliosema askofu mkuu ukija Mbeya tutakupiga kwa mawe. Nimekuja hamjanipiga.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 na michakato hii inapokuja, yana mambo yanapoibuka na kuna maneno mengi mengi. Niwaombe wenzetu mliomo kwenye mwendo huo wa siasa, uchaguzi ni sehemu ya mchakato wa maisha, usitufanye tuone kana kwamba ndio mwisho wa maisha. Kuna maisha baada ya uchaguzi, kwa hebu epusheni lugha za matusi, lugha za kejeli na kutupiana maneno magumu. Mna watoto na wengine wetu, nyinyi ni waumini wetu. Sasa mwatupiana maneno, afu mkija mwataka tuwashirikishe, tuwashirikishaje sasa? Kwa hiyo niwaombe mpunguze maneno makali. Uchaguzi usitutenganishe utuunganishe. Nitumie fursa hii kuliomba kanisa, kwa wale wenye nafasi za kuomba nafasi mbalimbali mbali za uchaguzi, ingieni humo. Uh, Mheshimiwa Tulia, wewe ni mbunge wa hapa na jina lako ni Tulia, basi endelea kutulia na Mungu atakuinua tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuombea na Mungu aendelee kukutia nguvu. Na wale wote ambao wanaona wana nafasi hiyo, msiache kuomba nafasi kwa ajili ya uchaguzi ujao. Baba maskofu, ninyi hatuwaruhusu kugombea nafasi yoyote. Ukienda shauri yako, kwa sababu lazima tuchague askofu mwingine akakaye. Ukikosa ukirudi, usituambie we ulikuwa askofu. Lakini makasisi tunaruhusu kwenda kama mnataka kwenda kuomba nafasi nendeni, tutaomba tu, mturudishie leseni. Ukikosa huko shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuatie nia wote, muweze kufanya mambo haya kwa uzuri sana. Mwisho si kwa umuhimu, tunataka tuiombe diocese ya Southern Highlands, mmeanza vizuri sana leo. Najua mlipita kwenye changamoto kubwa tu, yamepita